Mgombea huyo wa urais wa Zanzibar kupitia UPDP akiwa katika harakati za mwendelezo wa mkutano wa kampeni za kuomba kura kwa wananchi, leo amefika kijijini kwao alikozaliwa Kiuyu, jimbo la Kojani, wilaya ya Wete, Pemba, na kukutana na wazee, wanawake na vijana na kunadi sera zake. Siku mia moja za kwanza baada ya ushindi, tutawatoa watoto wetu kwenda nchi mbalimbali kwenda kusoma ili kupata utaalamu wa kuja kusimamia sera ilani yetu, lakini kuja kusimamia viwanda vyetu. Mbali na ahadi hiyo, pia amegusia suala la kujenga viwanda vya kutosha kwa ajili ya kusarifu mazao ya kilimo yanayozalishwa Zanzibar. asilimia themanini za karafuu hazitauzwa nje ya nchi, tutazichakata hapa hapa Zanzibar. Tutakuwa na viwanda vya kuchakata karafuu ambazo karafuu hiyo inatoa mazao mengi sana. Karafuu inatoa sabuni, karafuu inatoa sabuni, karafuu inatoa madawa. Na badala ya kuuza karafuu nje, tunawataka watu kutoka mataifa ya nje waje kununua bidhaa za karafuu hapa kwetu. Amewataka wananchi hao kulinda amani, ili shughuli mbalimbali za kijamii ziendelee kufanyika. Na kuombeni sana Msikubali kusikiliza maneno ya watu ambao hawa hawaitakii mema nchi yetu, watu ambao wa hawaitakii mema nchi yetu, wanapita kuzungumza mambo ya kuwahamasisha kufanya vurugu. Isha Haji, Azam News, Pemba.